Umeambiwa Mwa... Mwa... farasi ni wangapi? Wawili. Farasi moja amekalia pale, farasi wa mwingine ndio wanatafuta, ya tujui ni nani, bado ya tujui na hao wakuwa maepe, wapeleke sisi polepole Sawa sawa, watu wa mahemde wapendeke sisi pole pole. Ukitengeneza hii njia watulie, wakati tulikuwa mnaongea tuliva nyamaza, so okay, heshima yetu sawa sawa, Misaspika, mimi sioni kama kuna farasi ambaye anaezana na sitting president. Na yote kweli na, na, na kama wanakuja Kalonzo atuambie wakati alikuwa kwa uongozi almost 40 to 45 or less than that, atuambie alifanya nini kama kazi muhimu. Kalonzo alifanyia watu wa Ukambani alijengea wajela, ili wakifanya makosa wafungwe ndani. wa kama wewe ni kiongozi, unaweza jengea watu wako jela jengeawatuwakujelas Huyu amefanya kazi mali popote, ukiingia mali popote, ukienda utapata trakta iko kwa njia, kumaanisha kazi inaendelea. Ni ukweli kutoka hapa toka Westland utakosa trakta, kumaanisha Rais Ruto anafanya kazi. Sisi kama watu wa ODM atutaki kiti, lakini tutapiga kura ya revenge whether you like it or not, tutapiga kura ya revenge whether you like it or not yeah. Msikiza hiyo, hawa wanajiita wakikuu wao, hawa wanatutanganya sisi <todilio> <todilio> <todilio> <todilio> kutu wa kwanza wao watu wa mlima uh -huh. <laughs> Walidanganya mzee, kumaanisha hesabu yao ilikuwa inaenda ina vizuri, lakini Mungu pia ni Mungu. Hesabu yao ilikuwa fit, walipiga hesabu lakini Mungu naye ni huyu ni Mungu. Lakini bado for you, to capture this power, in the next hundred good years

sgoin to assume power next in 100 years. I can confirm that I am 29 years of today if i have to be alive mr speker ningly and frankly speaking I have to be alive to see that occasion on that day happen this man is just coinin some statments here thathud years is when a community will come bak the political space Let him clarify if he is going to be there,

Msata tumalize tamu yetu kumi, unaambia yeah. Rais Ruto aongeze kumi, yeah. ile <inaudible> ya <Yeah>. Mze, ndio sasa tukiele sawasawa, nchi iko na amani na tufike Singapore.